Hii ni Tan Business Channel online television ikitangaza kutoka jijini Dar es Salaam. Kipindi chetu cha leo tunaongelea biashara ya mamalishe. Unapomwona mamalishe ametia aproni yake na anazunguka na chakula huku na kule, unaweza ukafikiria kuwa hiyo biashara ni ndogo, lakini ukweli wa mambo, hiyo biashara ni kubwa na ina faida Usiwachukuliwe poa, una wengine wamejenga hata majumba na watoto wanasomesha na wana pesa za kutosha. Sasa kwenye kipindi cha leo nitakuelezea au nitakupitisha kwenye njia ya kukuonyesha jinsi unavyoweza kuanzisha biashara ya mamalishe na ukafanikiwa. Mimi ni mtangazaji wa kipindi Ali Mwambola, tuwe pamoja. Sasa ili uweze kuielewa vizuri hii biashara ya mamalishe nitatumia mfumo wa hadithi, na leo nitakuelezea hadithi ya dada mmoja anaitwa Dada Lema. Sasa hii hadithi ikoje? Sasa hebu tupate mfano wa dada Neema. Neema alimaliza chuo lakini ajira ikawa ngumu, na hivyo alikuwa na shilingi laki mbili mfukoni tu. Badala ya kukata tamaa aliamua kuingia mtaani. Hivi ndivyo alivyofanya. Hatua ya kwanza, alifanya utafiti wa eneo, yaani location. Neema hakukurupuka, alitembea mtaani kwake, aliona mafundi ujenzi wengi na stendi ya bodaboda, lakini hakukuwa na sehemu ya chakula cha bei nafuu karibu sasa somo tunalopata hapa ni kuwa usianzishe biashara popote, tafuta penye njaa lakini hakuna chakula, au penye chakula kibaya. Angalia maeneo ya ujenzi, stendi za daladala au karibu na ofisi ndogo. Sasa hebu tuone mchanganuo wa mtaji na vifaa vinavyohitajiwa kwa ajili ya biashara ya mama lishe. Sasa hebu tuangalie suala la mchanganuo wa mtaji na vifaa. Wengi husema mtaji ni tatizo. Ukweli ni kwamba unaweza kuanza na kidogo. Kwa shilingi laki moja na nusu hadi laki mbili, unaweza kuanza kama ifuatavyo. Kuhusu vibali, usikwepe hili. Naenda ofisi ya kata, pata cheti cha afya na leseni ndogo. Hii inakupa amani ya moyo. Gharama hapa inaweza ikawa kati ya shilingi elfu hamsini mpaka elfu themanini Kuhusu vifaa vya msingi: jiko la mkaa moja imara, sufuria mbili kubwa, sahani dazani moja na ndoo ya maji. Usinunue vyombo vya kifahari kwanza, nunua vinavyodumu. Kuhusu mapishi Anza na menu ndogo, usipike kila kitu. Neema alianza na ugali, maharage na mboga za majani tu. Wateja walipopenda ladha, ndipo alipoongeza wali na nyama. Sasa unafahamu siri ya kupata faida kwenye hii biashara? Hebu tega sikio sasa, hebu tuangalie siri ya faida. Sasa hapa ndipo penye siri ya kutajirika na mamalishe. Biashara hii haitegemei ladha tu, inategemea vi vitu vya muhimu ambavyo ni vitatu. Moja ni usafi. Wateja wako wanaweza wasiseme, lakini wanaangalia kucha zako, aproni yako na maji ya kunawa. Usafi unavuta wateja wenye pesa zaidi. Kuhusu kasi, watu wa ofisini na mafundi wana muda mchache. Chakula lazima kiwe tayari saa sita mchana kamili. Ukichelewa dakika thelathini, ujue umepoteza faida ya siku. Kuhusu kauli, sema karibu mteja yenye tabasamu na inaleta faida kuliko pilipili nyingi kwenye chakula. Mjue mteja wako kwa jina ikiwezekana. Sasa hebu tuangalie changamoto ambazo zipo kwenye biashara mama lishe na jinsi unavyoweza kuzitatua. Sasa, kuhusu changamoto, kutakuwa na changamoto, bei ya mkaa itapanda au mvua itanyesha. Sasa suluhisho, weka akiba ya dharura kila siku kama umepata faida shilingi elfu kumi weka shilingi elfu mbili pembeni, na haiguswi hiyo. Hii ndiyo itakayokuokoa siku mambo yakiwa magumu. Pia jifunze kununua vitu kwa jumla, yaani wholesale, mahali kama sokoni mapema asubuhi, ili kupunguza gharama. Naona nimekupa elimu ya kutosha kuhusu hii biashara mama lishe, na kama unaweza ukaitekeleza vizuri, nina uhakika utafanikiwa na utatengeneza pesa kama vile wale wengine waliofanikiwa. Sasa kabla ya kumaliza, nina wito ninataka kukupatia sasa leo hii. Dada Neema si tu mama lishe, bali anaendesha catering ndogo kwa ajili ya harusi. Alianza na sufuria moja na nia thabiti. Je, wewe unasubiri nini? Anza na ulicho nacho, boresha unapokwenda. Kama unataka kujifunza zaidi kuhusu jinsi ya kusimamia pesa zako za biashara, basi endelea kuangalia video zetu na kipindi chetu cha Tan Business Channel Online Television, utapata hiyo elimu, na usisahau kusubscribe kwa ajili ya kupata vipindi vyetu, au na video zetu zinazohusiana na mambo ya biashara na wewe uweze kujifunza e, mambo ya ujasiriamali. Mwisho kabisa napenda kukuambia kuwa e, sisi wa Tan Business Channel Online Television pamoja na channel yetu ya video ya How to Start Business ni kuwa tuna tunatoa elimu kwa vijana wetu ambao wanataka kujiajiri kwa sababu tunaelewa kuna tatizo kubwa la vijana wanamaweza ya miongi kuu hawana ajira. Sasa njia mojawapo ya kupata ajira au kujiajiri ni kufanya biashara. Tunajua kuna changamoto hasa hasa mbili. Ya kwanza, vijana hawana elimu ya kufanya biashara au elimu ujasiri ya ujasiriamali, lakini ya pili ni swala la mtaji, hawana mitaji ya kutosha. Sasa sisi tuna solution, tuna solution ya haya mambo mawili. Kuhusu swala la elimu ujasiriamali, hii tunaitoa kwa kutumia tuna kwenye youtube channel yetu ya How to Start Business, lakini pia kwenye televisheni yetu ambayo ni Tan Business Channel Online Television huko moja ujasiriamali. Kuhusu swala la mtaji, tunataka kuhakikishia kuwa kuwa sio kila biashara inahitaji mamilioni ya pesa kwa mtaji ndio maana tumeamua kufocus zaidi kwenye biashara ambazo hazihitaji mitaji mikubwa. Kwa hiyo ndio maana tunajaribu kuzungumzia, kama una elfu thelathini unaweza ukaanzisha biashara, elfu hamsini unaweza ukaanzisha biashara, laki moja unaweza ukaanzisha biashara, na zile nyingine ambazo ni zinahitaji eh, mitaji mikubwa, nayo pia ukaanzisha biashara. Sasa ili uweze kupata hivi hii elimu ya jasilama tunakuomba subscribe kwenye channel yetu ya How to Start Business, lakini pia kwenye hii televisheni yetu ili usipitwe na vipindi letu tunavyowatangazia, e, wadau wetu. Naona nishie hapo, mimi ni chaji wa vipindi Ali Mwambola, asante na kutema kuanzisha biashara